mgogoro unaofukuta ndani ya chama cha wananchi kafu umechukua sura mpya baada ya mwenyekiti wa kamati ya uongozi wa chama hicho Julius Mtatiro kudai kwamba upande wa mwenyekiti wa chama hicho aliyeondolewa Profesa Ibrahim Lipumba umechukua fedha za ruzuku kiasi cha takriban shilingi milioni 369.3 kinyume na utaratibu. Tupate taarifa kamili. Akizungumza na uandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mwenyekiti huyo wa kamati ya uongozi wa chama cha wananchi kafu Julius Mtatiro amedai fedha hizo zilitoroshwa kutoka hazina Januari tano mwaka huu, kuingizwa kwenye akaunti ya NMB tawi la Temeke yenye jina la The Civic United Front bila idhini ya katibu mkuu wa chama na ambao kimsingi ndio anahusika na taratibu za ruzuku. Napenda kuwajulisha kwamba chama cha wananchi CUF ama chama chetu kimeibiwa fedha za ruzuku kiasi cha shilingi za Tanzania milioni 369 378 502.64, yani milioni 369 laki 378 502.64, fedha hizi ambazo nimezitaja hapa zimetoroshwa kutoka hazina ya serikali kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania siku ya Alhamisi ya wiki iliyopita. Mtatiro amedai kwamba bodi ya wadhamini ya kafu ambayo ndio msimamizi wa jumla wa masuala ya akaunti za fedha na mali za kafu haiitambui akaunti hiyo na haikuwahi hai kuidhinisha kupokea ruzuku. Sasa kwa mara ya kwanza ndio tunashuhudia fedha zinatoroshwa, zinawekwa kwenye akaunti ya wilaya, halafu zinaamishwa kutoka kwenye akaunti ya wilaya zinapelekwa kwenye, kwenye, kwenye akaunti kwenye ya mtu binafsi Yani ni mambo mapya. Akizungumzia tuhuma hizo katika mahojiano maalum na Channel 10 kwa njia ya simu, naibu mkurugenzi wa habari na uenezi CUF Abdul Kambaya, anayetambuliwa na Profesa Lipumba, amekiri kwamba wamechukua fedha hizo, lakini ni kwa ajili ya matumizi ya chama na utaratibu wa kawaida utoaji ruzuku umefanyika ikiwemo kushirikisha ofisi msajili wa vyama vya siasa. Chama cha wananchi CUF kimo katika mtafaruku mkubwa wa kiuongozi ambapo kuna kambi mbili moja inaongozwa na, na mwenyekiti cha wa chama hicho Profesa Ibrahim Lipumba anayetambuliwa na msajili wa vyama vya siasa nchini, na nyingine katibu mkuu Maalimu Seif Sharifu Hamadi ambapo tayari wamefikishana mahakamani kwa mtafaruku huo. David Ramadan, Channel 10. Chanel.